Shinikizo zaidi zinazidi tolewa kwa serikali kuhakikisha kuwa walihusika na mauaji ya Albert Ojwang wanachukuliwa hatua za kisheria. Wa hivi punde kutoa kauli hiyo ni mbunge wa Rabai Anthony Kenga. Alisisitiza kuwa sio haki kwa, kwa mkinyi yote kuuliwa kwa kutoa matamshi ambayo ni ya kukosoa viongozi. Kenga aidha ametoa changamoto kwa vijana kuhakikisha kuwa wanakosoa viongozi wa kutumia mitandao bila kukiuka sheria. Mimi niko hapa kutoa rambirambi zangu kwa niaba ya mimi na wakazi wa Rabai, tunaambia familia ya yule kijana Albert ambaye aliweza kuuawa kinyama. Tunaomba wale wote ambao waliweza kuhusika na tendo lile la kigaidi la kiuhuni waweze kukamatwa mara moja, na mimi niko hapa kumuunga mkono mheshimiwa Excellency rais wetu William Ruto yeye ameweza kuitilia maanani na akasema kwamba yeyote yule aliyehusika, regardless na position yake, serikali ifanye uchunguzi na yeyote atakayeweza kupatikana aweze kupelekwa mahakamani. Kwa hiyo mimi niko hapa kuwaomba vijana wote, kuoni huru vijana wote wa Rabai na nchi yetu Vijana tunasema mnafanya kazi nzuri, kuweni huru, na hatujasema kwamba kijana akiweza kuandika vibaya katika mitandao au wawe, wacha sheria ifate mkondo wake. Hata hivyo, kiongozi huyo amemkashifu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kile anachodai kuendeleza siasa za mgawanyiko. Kulingana na mbunge huyo, Wakenya wana kiu ya maendeleo yanayoendelezwa na serikali na viongozi wengine na hawako tayari kugawanywa na viongozi wenye kujitafutia manufaa ya kibinafsi. Akiwa yeye makamo wa rais, nilimtembelea kwa ofisi yake nikimwomba aje Rabai kama wale mawaziri wengine, ili aje alete maendeleo, na yeye hakusubutu kuja. Baada ya yeye kutimuliwa katika cheo kile, juzi anakuja hapa anasema kwamba sisi ni makazi <laughs> Nitoboe nisitoboe? Wakati akiwa ofisini, alikuwa hajui kwamba Rabai kuna makazini wake. Sasa baada ya ametolewa, anakuja Rabai anasema sasa sisi ni makazini wake. Sisi tunasema kwamba hapa Rabai hatutaki siasa ya ukabila, tunalani siasa ya ukabila. Hatulani kiongozi huyo ameasema haya baada ya kurudi nchini kutoka ugaibuni na kuendeleza harakati zake za kuimarisha mradi eneo bunge la Rabai kwa kuanzisha zoezi la kujenga barabara ya Kabro kutoka hospitali ya Sheikh Adabu hadi afisi ya elimu ya Rabai. Huu mradi wa Kabro kutoka hapa hususani, uh, kwa Mr. Jaka na mzee Konde hapa kuelekea pale Zonol, na hii tutapeleka awamu mbili ni zaidi ya kilomita tano 5 kutoka Shikadabu mpaka pale Zonon. Ayo rajiri, huku naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat akijiuzulu mapema leo. Lagat amejiuzulu muda mfupi baada ya kuwakilishwa mahakamani jijini Nairobi. Ali Vincent, Benvin TV.